Shabiki wa Simba Ali, komu, shida ni nini? kidogo kitu bwana, kwa, uh, huyu ni shabiki wa Simba ambaye yuko hapo kwenye dimba la Benjamin Mkapa eh, baada ya mchezo kutamatika eh, bwana Bwana kidogo, pole pole, pole sana, pole mara tano. Wewe ndio wewe, imepewa kichapo na Yanga, pengine hilo inawaumiza zaidi. Bwana, kama ambavyo unashuhudia, hili ni dimba la Benjamin Mkapa ambapo kulikuwa na mchezo wa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mashabiki wakiwa wanatoka hapa uwanjani na wame uko vizuri magumu. Ah, wewe acha mimi naweza kusema kwamba viongozi wanatukosea <tumano> <tumano> sana sisi. Kwa nini? Wona, wona, najiona timu yako mbovu unakimbia kimbia nini? Kwa nini tangia tarehe nane usilete timu, unakuja kuleta leo timu hapa, unatoa taarifa saa ngapi eti mchezo huko? Kwa nini wanatufanyia hivi eh? <tumano> <tumano> <tumano> paka lini? Yani, kama wewe Yanga uiwezi uiwezi tu, utakopa mpaka saa ngapi? utakopa paka lini? Walishaichungulia mechi tangia tarehe nane, wameona kabisa kwamba Simba anafungwa na kweli. Bora wangesusa hivyo hivyo, yani wasingecheza eh, wapewe tu ushindi wa mezani basi, kuliko hizo fedha zilizokuja kutufedhesha. Wala hata wangeendelea kususawangesusa tu, na sisi na sisi tulijua tu, tu kwamba hii ni msuso unaendelea mpaka leo hii wanafika uwanjani. Wanakuja uwanjani wanakuja kutufezeesha sisi. Wamewaumiza. Yule ametuumiza sana. Mara, Tunateseka sana ta mara tano mzee. Umeona? Tuna tu... Hey, leo bwana hey. Leo, hey. leo, hey. leo, hey. leo. leo bana. Leo bana. Leo bana. Leo hapa kwa kufa mtu muistade. Wape habari. Kwa hivyo tunakuwepo wasilie. Waambie wasilie. Akina nani Waambie wa wasilie wasilie wasilie wasilie nini? Lakini waambie wasilie, sisi ndo wenye nchi, umenisoma? Waambie asili wasilie, bado utawapiga sana.